karibu sana kwenye maktaba ndugu zangu leo ni oktoba 20 mwaka 2025 ni siku ya 293 tumesaliwa na siku 72 pekee kumaliza mwaka unakimbia eh, kwelikweli uh. ni jumatatu ya 42 kwa mwaka huu hongera kwa kuiona siku hii kwa sababu leo ni siku ya wapishi duniani lakini pia leo ni siku ya takwimu ulimwenguni Wapishi leo wanasherekea siku yao na nitakuambia baadaye kidogo mm -hmm. Leo ni kumbukizi ya kuzaliwa kwa Miriam Makeba, mwimbaji na mwanaharakati kutoka Afrika Kusini aliyezaliwa Oktoba 20 na aliwahi kushinda Grammy. Alizaliwa mwaka 1932, na dunia ilisikitika sana ilipofika mwaka 2008 baada ya kumpoteza Leo ni kumbukizi ya kuzaliwa kwa aliyekuwa makamu wa rais wa Marekani, Kamala Devi Harris. Alizaliwa tarehe kama ya leo mwaka 1964. Leo pia ni kumbukizi ya kuzaliwa kwa mwanamuziki wa Marekani maarufu sana, huyu anafahamika kama Cardoza Elvis Brodos Jr, jina lake maarufu hmm. ni Snop Dog Dog. Okay. Alizaliwa tarehe kama ya leo mwaka 1971 ni rapa mtunzi, mtayarishaji wa muziki, mjasiriamali, pia ni mwigizaji wa filamu. Alipata umaarufu sana kupitia jina lake la Snoop Dog mwanzoni, ingawa alikuwa akiitwa Snoop Dog, Dog. Sawasawa so, so, eh? mm -hmm. Leo pia ni kumbukizi ya kifo cha mtangazaji wa redio kutoka Tanzania ah. Alikuwa maarufu sana huyu, si mwingine bali ni Julius Nyaisanga. Alifariki tarehe kama ya leo mwaka elfu mbili na kumi na tatu. Mwaka 2011, aliyekuwa kiongozi wa Libya Kanal Muammar Gaddafi aliuawa na wanamgambo katika mji wa Sirte kule alikozaliwa. Gaddafi aliyezaliwa Juni 7 mwaka 1942 alikuwa kiongozi wa Libya kwa miaka 20, 42 baada ya kumpindua King Idris wa kwanza mwaka 1969. Oktoba 20 kila mwaka kama nilivyosema mm, e, dunia e, inaadhimisha masuala mbalimbali mbali, ikiwemo leo ni siku ya wapishi duniani. Siku ya wapishi duniani mm imewekwa kama njia ya kutambua mchango mkubwa wa wapishi katika maisha ya kila siku. Na siku hii ilianzishwa na shirika la kimataifa la wapishi yani World Association of Chefs Societies mwaka elfu mbili na nne mm -hmm. Lengo lake si tu kusherekea na wapishi, bali ni kuhamasisha uendelevu na lishe bora kupitia mapishi. Kwa hiyo hongereni sana wapishi, na naamini leo wakati mnasherekea e, mtatupa msosi mzuri kimbeu oye oh yeah. Chumvi iwe kikiasi e, kimbeu oye oh yeah.